Kenda kule mara mbili sawa, nimeshakwambia, tukenda kule fanya kitu chochote na nakupenda sana, yeye ni mjomba wako. Sawa sawa, sisi kama serikali wazazi, tuna mipango yetu juu yenu ya kuhakikisha tunawatengenezea mazingira bora ya nyinyi kusoma, lakini wewe mwenyewe na nafikiri hili somo ndio mnalofundishwa na kila mtu anayekuja huku, mnaambiwa watoto wa kike mfanye nini? Mjitambue, na kwenye kujitambua pamoja na kujua haki zako za msingi ili uweze kusoma kufika kwenye malengo yako, kata special treatment, yani kwamba mimi bila kufanyiwa hiki siwezi kufanya hiki, mimi bila kufanyiwa hiki siwezi kufanya aa. Wangekuwa wanafanya hivyo wasingefikia hapo, yani wewe mwenyewe ni binti, unasema mimi kama mwanamke, lakini kama binadamu mimi niko sawa na kakaangu, niko sawa na mtoto mwingine awe wa kiume wako, niko sawa. Kwa hiyo ukitokea mazingira ya kushindana lazima ufanye nini? Ushindane sawa, usikate tamaa kwa sababu ya mazingira. Lakini sisi kama serikali lazima tujue kwamba tunahitaji kuwawekea mazingira maalum ili muweze kufanikiwa kwenye malengo yake. Kwa hiyo haya waachieni wazazi, iachieni serikali, lakini nyinyi wenyewe jitambueni, semeni no, kama yule mtoto pale anababaishwa babaishwa na ana ana chips yeah. Kwani wewe bila, na wa hakiki, bila ya chips huwezi kuishi? Nawauliza watoto wa kike, bila ya chips hamwezi kuishi? bila ya kubebwa kwenye bodaboda huwezi -boda kufika shule kama anakubeba mtu kwenye bodaboda kwa nia njema sawa, ili uwahi kwenye masomo, lakini anakubeba kwa kukupa condition, acha hiyo biashara sawa. E, tembea kama anavyotembea mvulana mtoto wa kiume, na wewe tembea, fika shuleni, muombe Mungu, soma. Tunawashukuru wenzetu wa UNICEF kwa kusapoti, sababu serikali inaweka budget unafanya mambo mengi mlio yazungumza hapo ujenzi wa madarasa. Tuna programu ya ujenzi wa mabweni kuhakikisha watoto wa kike angalau wanakaa sehemu ya mazingira ambayo ni tulivu, jirani na shule ili kuepuka na vile vishawishi vya ndani. Lakini serikali peke yake haiwezi kukamilisha kila kitu. Mahitaji ya nchi hii ni makubwa. Tunashukuru tunapopata wadau kama hawa UNICEF wanakuja nao wanaongeza pale ambapo serikali na inafanya kwa nyinyi. Kama watoto, kazi yenu kubwa ni kujitambua, kazi yenu kubwa ni kusoma, kuepuka vishawishi.